Jina naitwa David Nywage clinician, daktari psychologist pamoja na sociologist kwenye The Ark. Mimi ni miongoni mwa walezi wa huduma na ninamshukuru Mungu kuwepo siku ya leo. One thing ambayo naweza nikasisitiza kwako wewe ambao unanisikiliza ni kwamba ni muhimu sana kuwa unamfuatilia mtoto wako katika malezi ya kila siku, kwa kuangalia mwenendo na tabia na kujua ni nini anapaswa kuenenda na kuishi endapo mtoto anakuwa amepata tatizo kulingana na watu walivyoelezea, matatizo haya yanayohusiana na mapenzi ya jinsia moja au mapenzi ambayo yako tofauti na ile inavyopaswa kuwa, ile mtoto anafanywa anafanywa vitendo vya kingono tofauti na sheria inavyotaka, uh, ni vizuri sana ukazingatia mambo makubwa matatu. Namba moja, hakikisha unaripoti kwenye watu wa kuweza kupata msaada wa kisheria ambapo utapata watu wenye Wizara, Tanzania, na Daktari Samia Suluhu Hassan na Waziri Mshikamana Dkt. Dorothy Gwajima wametengeneza mfumo mzuri kwenye polisi ambao utakusaidia wewe kuweza kupata msaada na masuala ya jinsia pamoja na watoto yanaweza kukusaidia lakini wao ni wasimamizi wa sheria. Lakini pia kama inatokea polisi inashindikanika, basi nenda extra mile, unaweza kuhusisha na sheria ukafungua kesi mahakamani ukapata haki yako kupitia mahakama na haki katendeka kupita kwako na kwa mtoto wako. But namba tatu, hakikisha baada ya kufanya hivyo vitu viwili, cha tatu, nenda hospitali. Ukifika hospitali, hakikisha unaona na madaktari ambao watamchunguza mtoto wako kuweza kujua ukubwa wa athari aliyopata mtoto kama ni kwa njia ya nyuma au ni kwa njia ya mbele, lakini pia wahakikisha wamempima mtoto kujua hali ya afya aliyo nayo katika kipindi, na kuweza kuikontrol kila baada ya miezi mitatu, lakini pia kupata matibabu ambayo anapaswa kuyapata kulingana na hali aliyotendewa mtoto wako katika hayo matendo ya kingono yapo matibabu aina mbalimbali na kushauri, ukifika hospitali ukaonana na wataalam, watakuongoza na kukuelekeza katika njia zilizosahihi namna ya kumtibu mtoto wako. Lakini pia hakikisha utoke hospitali mpaka huu umepata kansela, mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kumsimamia mtoto wako kwa ajili ya mambo ya kimshauri, hasa ushauri wa tabia na mwenendo. Linaweza likawa sio jambo la muda mfupi ikawa nina mara kwa mara kwa sababu tabia inakuwa imetatiziwa mpya kwa mtoto, lakini itamsaidia mtoto wako kuweza kuwa makini na kubadilisha tabia na mwenendo, baada ya kuwa amapata athari hizo za kuingiliwa kingono katika umri usio wake au kinyume na mambile. Ninapenda kukushirikisha hayo na kukutia moyo kwamba usifiche matatizo, ukipata matatizo ibuka, jieleze ili uweze kupata msaada wa haraka, na unapopata msaada, wewe unakuwa ni mwanga wa kuwamulikia wengine kuweza kusaidika ambao wanapita njia inayofanana.